Halmashauri wa wilaya ya Mtwara na mkabidhi mkurugenzi mtendaji wa manispaa Mikindani ndugu Hasani Bakari Nyange, mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta pia na mkabidhi itifaki nzima ya mwenge pamoja na mtimiza mwenge wa kitaifa ndugu Ismail Ali Usi wakiwa na afya njema na siha, naomba wapokee, awalinde na awatunze. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie wapashauriaenyesamtaraaaiiupoea eaugorokitaifa ndugu yangu mwanasheria Kafunda, ukiwa unawaka kuna lakini pia na kiri kuwapokea vijana sita wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025 wakiongozwa na kaka yetu Ismail Ali Busi, wakiwa wana afya njema, wanasiha, pamoja na misipaki yote ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa halmashauri ya wilaya Mtwara. Namkabidhi mkurugenzi mtendaji wa manispaa Mikindani ndugu Hasani Bakari Nyange, wenge wa uhuru ukiwa unawaka unang'ara na unameremeta. Pia namkabidhi itifaki nzima ya mwenge pamoja na mtimiza mwenge wa kitaifa ndugu Ismaili Ali Usi wakiwa na afya njema na siha, naomba wapokee, awalinde na awatunze. Ewe Mwenyezi Mungu, nisaidie Ali Hasaiba, mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Mtwara Mikindani kupokea mwenge wa uhuru wa kitaifa kutoka kwa ndugu yangu wa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara ya abe, abe. kafunda ukiwa unawaka kuna lakini pia <coughs> nakiri kuwapokea vijana sita wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka elfu mbili na ishirini na tano wakiongozwa na kaka yetu Ali, kaka yetu Ismail Ali Busi wakiwa wana afya njema wanasiha, pamoja na itifaki yote ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Mwenge huu katika halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani utakimbia kilomita arobaini pointi tano ambapo utaweka jina la msingi mradi moja utakagua na kutembelea mradi moja na utazindua miradi minne. Ee Mwenyezi Mungu, naomba kunisaidie.